Nuru, no, huyo eh, miaka mingi Kidogo kidogo picha ya haraka haraka kabla ukumbi haujajaa. Tafadhali. Salaam wa a. Anaitwa Keisha ameingia kipindi cha pili. Sasa hivi amekuja kwa ya watu wenye ulemavu lakini pia anarudisha shukrani kwa sababu kwa mujibu wa mbio zake za ubunge, sadaka yake ya kwanza kuileta hapa kuingia awamu ya pili aliileta tukiwa kule. Alileta vitabu, alileta mchele, alileta sukari eh, akaomba tumwombee dua, na tulimwombea dua pamoja na sehemu nyingine wamemfanyia lakini sisi tuliweka nguvu pale, amepita mwenyewe pia. Hata mimi sikutarajia kwa nafasi aliyopitia, lakini miujiza ya Qur'an, miujiza ya dua imefanya kazi. ambaye sasa hivi anaumwa yuko hospitali, alikuwa aje kushirikiana na nyinyi hapa, anaitwa Warda Ubathan Abdalla Ubathan. Ana maradhi, ana shida ya kichwa zaidi, lakini alikuwa aje. Nadhani anaweza akaja akawahi, sijui kaangalia namna. Lakini yuko sasa hivi anaikuwa drip kidogo, kwa na yeye amekuja na, lakini amewakilisha na mume wake lakini ni kiongozi ambaye ni katibu tawala wa wilaya hii pia. Kwa hiyo oh, eh, eh. Oh, mume wake yuko hapa anamwakilisha akiwahi na yeye atakuja. Ameingia eh, ha, hapa uani hana makuu huyo.